Hujambo na karibu. Hii leo tulikuwa na mkutano wa maandalizi ya hafla ya kusafisha wadi ya Uthiru ulioandaliwa katika ofisi za kaunti eneo la Wangige, na mambo kadha wa kadha yaliwekelewa mezani kama kipaumbele ili kufanikisha siku hiyo. Mambo haya yakiwemo ni pamoja na kushinikiza kaunti kutuletea vifaa vya kinga kama vile mask, glove na hali kadhalika pamoja na vyombo vya uchukuzi kama vile lori. Bwana Paul ambaye ndiye anayepeperusha bendera ya kaunti upande wa mazingira eneo la Kabete alituhakikishia kwamba ako ange kuhakikisha kuwa ratiba ya siku hiyo iko sambamba. Kamati ya upangaji wa hafla hiyo imeachiwa jukumu ya kuandika barua za mwaliko na pia kuhakikisha mipango kabambe imewekwa ili siku hiyo iwe ya mafanikio. Nitaendelea kuwajuza mengi zaidi hadi pale tutakapojiri siku hiyo. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni 0798558240, 0721708850. Kifagio Garbage Collectors, tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.